Watazamaji wetu wa 69 Media. Leo bwana, tumekuletea kubwa tukio kubwa kabisa jamani, lime happen. woo, woo, woo. Si mwingine, ni the one on PP. Sipo peke yangu leo nipo na yule boy eh? Ali adabu 13 Ali adabu 13 niko hapa bana. Bwana leo e -ha. Ni siku amazing sana siku na ikiwa ndo tunaanza sasa, kwanza tumetoka Week. kwenye e Pasaka Kabisa. Pilau liko tumboni e alafu kabla alijaisha e tukapigwa na kitu kizito nikasema bana

maneno magumu sasa, bana huko mitandaoni <mikiki> stori ni moja, stori ni ya bwana kichwa mbiringo, bwana misifa, bwana umepoa, una baya tajiri, chawa mkubwa kabisa, anajita hivyo sababu anakumbuka Baba Leo ashia kuchukua tuzo akasema kapendelewa, kapendelewa. Ile tuzo alianzisha uchawa, uchawa Tanzania. Sasa hapa tunamzungumzia Mwijaku kama He -he. Ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii hapo jana stori ambayo ilikuwa na trendi sana mitandaoni ni ya kuhusu Mwijaku ambaye anaonekana akaonyesha ushababi. Ae. ushababi kivipi? Yani, unajua unapo sisi wanaume unapogombaniwa na wanawake unahisi kitu fulani hivi kama upendo moyoni, unausikia upendo ajabu, upendo adhim na wa ajabu upendo adhimu kabisa, na inabidi wa kugombania kwa kitu ambacho ni chenye point kinaeleweka wanapenda kelele zake amezingua ah. Wanadada anamsifia na mimi nampinga, kazingua wadada wamepigana mdada um, yule mmoja anaonekana kwenye video, inasemekana ni wanafunzi wana wa, wa chuo chuo eh. Eh, cha ardhi na UDSM, chuo kikuu cha Dar es Salaam mm. yeah. na kikubwa kweli kweli yeah. na kina watu kweli kweli mkubwa sana. <laughs> Acha sasa ile video inaonyesha kina dada. mm -hmm. Eh, wale ni watatu kwa sababu okay. wawili walikuwa wanaonekana wanamshambulia mm -hmm. alafu mmoja na Anarekodi. Anarekodi. Anachukua hmm, tukio anachukua tukio zima. Kwa hiyo tukio hmm, kuna mdada mmoja anaonekana anapigwa, alafu maswali ambayo alikuwa akiulizwa ni umekutana naye mara ngapi, kwa nini utembee na kwa nini utembee na Mwijaku? Kwenye video amemtaja Mwijaku mm. So kama kuna Mwijaku mwingine atafuatiliwa, lakini Mwijaku aliyetajwa ndio huyo ambaye kichwa mviringo katajwa, mule madevu bana huyu, kwa nini utembee naye tena? Akaulizwa umetembea naye mara ngapi na wapi, e, wapi? Sehemu gani? Akasema no. Hotelini. Sasa kwenye hoteli, e, hapo tu, tuweke kwa sababu ni biashara ya mtu, tunaweza tukaiacha, yeah. Lakini hisho ni kwamba Mwijaku, tunajua Mwijaku kabisa yeye ameoa, na licha ya kuoa, juzi ameenda hadi kuhiji. E, kapelekwa hija yule nasiemu kampeleka hey. ka hija yule, kaenda kupunguza dhambi, sio hey. ka kupunguza hmm. vipipu ukienda hija manake wewe hey. unakwenda kufanya toba, unamwombea hey. una Mungu, nimekosea, nisame dhambi yangu hey, yote. Ukirudi ndo wale wale unarudi, afu naudi mjini unaenda kuiji, afu naudi mjini mambo yote sasa karudi ndo jambo hilo, mm -hmm. hapo video bwana. Kwanza shoutout kubwa kwa Mange Kimambi, mm -hmm. kwa sababu hey. bila Mange hey. Mange uje taarifa imemfikia hey. yeah. baada ya kumfikia, so akupenda kile kitu ehe, akasema bwana famili la kila mtu aione, kila mmoja ajue, watu wakakiona. Bwana ukiona shida ndio ikaanzia hapo Mwijaku ndo kafikia hatua hii. Mke wake kwanza, juzi kati tuliona Manara na Zairisa, Dua Dua, na na Zairisa, baada ya kugombana, Mwijaku ndo alikuwa kipaumbele kuonyesha watu kwamba yeye ana mapenzi mazuri na mke wake, ndoa yake kwa imara, haina kashikashi, challenge yoyote haina, na nakumbuka alisema hivi kwamba hao ambao wanaachana achana hawajapata darasa la ndoa mm -hmm. waende kwake akawajuze ndoa ipoje, vipi vipi, inabidi ishi vipi na mke hao huyo ambaye alikuwa anamwambia enzia hivyo ndio ambaye kakutwa, hey. na ngozi hey. Yaani, unajua <laughs> <Hey. laughs> ukikutwa na ngozi hey. si ndio hey. si mwisho wa hey. ng'ombe? hey. hey. Sasa ndio kakutwa nazo, bwana. Wadada wale bwana wamefanya kitu. kitu ambacho mimi kimenisikitisha kwenye hii video ni kuona wanafunzi wa chuo ambao wanaonekana wanakaa kwenye hosteli moja. hmm. E, ama chumba ni, ni mabinti wadogo e, sio wakubwa. Wakubwa. Yani, ba... sio wakubwa kwa sababu kifikra tu ama mm, kiakili kwa sisi ambao tayari tushapevuka e, uki, ukiangalia kitu ambacho wanachukua na wanagombania alafu na vitu wanavyovifanya mm, unaona kabisa hawa bado. Bado yani kiakili bado wanaakili fulani bado, e, yani, bado. Bado. Ni wanafunzi, kumchuku, e, kumchukua mwenzio kwenda kukata nywele kwa kisu Mbacho ni uzalilishaji lakini pia ni kitendo cha kinyama, ndio maana hata e, waziri wetu Gwajima mm. e, amekiona kile kitendo na amekikemea. Uzuri ni kwamba eh. Ukiona posti yote mitandaoni imetembea, alafu ina masuala mazima ya unyanyasaji Dio. Ukatili na nini wa watoto jinsia vyote basi uzuri ni kwamba waziri wetu Wajima yuko vizuri sana iko yani, ee, vizuri kabisa mm. na uzuri pia ukiona video ambayo haina maudhui mazuri e. E, kwa mtoto ama binti yoyote wa kiume wa kike ukimtagi pale Instagram e, ana akaunti yake ya Instagram kwa jima e, ukimtagi anaona e, anaangalia, anaangalia vizuri kabisa kwa hiyo hili jambo watu walimtagi kwa jima baada ya kumtagi mheshimiwa, akaliona naye akalitolea fafanuzi kwamba jamani, litukio tumeliona la mabinti wa chuo wakiwa wanamdhalilisha mwenzao, hii ni tofauti au vimeenda vimekeuka sheria ya nchi yetu. Kwa hiyo polisi wanafuatilia kesi. Makofi kwa kajima, makofi kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Serikali inafanya vitu vizuri eh Jiseme, hey, tu anafanya kazi kwelikweli hmm. Tangu kipindi kile cha simwe hey, hey. Anafanya kazi kwelikweli, anapambana. Hey, anapambana sana hmm. Tumpe maua yake tena Azima tena. Mheshimiwa, maua yako. Sasa ishu haijaishia hapa uh -huh. Tukaanza kupekuapekua hawa uh -huh. ni na pia hawa ni kina nani na wametoka wapi? wametoka wapi? E. kwa sababu chuo kinachukua watu wengi ndio, na pale kuna makabila tofauti so tofauti na watu wana tabia zao, mm -hmm. na sifa zao. Na sifa zao. Uh -huh. hawa wametoka wapi hivi kwa haraka, haraka pipipi, kabila gani ambalo wao wana sifa za kukatili kama ule yani, sio kwa ubaya, ila wanasifika kwa matukio kama haya matukio ya kupigana pigana, mm, ya ukatili, mtu anaenda paka nywele za mtu anazikata hivi kwa kisu Bwana acha. Kwa hiyo anaambia wakulia ndio uenda kawa. Lakini hata hivyo mii bwana vipipi jua, kuna kitu kinanikaa. Acha niseme, acha niongee. Wewe una pesa, una e. fedha, una mke mzuri, una nyumba nzuri. mm -hmm. Kipi hasa kimeenda kufanya ukatembea na Uje mimi afu kitu che sio kwamba mtu ana pesa una jina eh? yani... umeweka wasifu wako kwa muda mrefu. Mke wake mzuri sana yaani yani na umbo. Katuli afu ukimwangalia mke wake ana mambo ya mtandao ni sijui nini ana katulia. Sasa kwa nini afanya hivyo nwe ni... <laughs> Mimi ndio bana simaga wanaume amriziki na wapi, kwa nini anapigana? Alikuwa mjane, unabadilisha mada. Kwa nini nawa pigane, yani kwa nini mpigane kisa mwanaume? Mimi najiuliza anapigana, huwezi jua. Huwezi, mm, huwezi labda huyo bwana madembo alikuwa ndo sponsa yake si maana kwenye video huyu mwingine ambaye anampigia mwenzie, yani kimada anapigia kimada mwenzake. Sasa kachukua fagio anampiga nao kichwani, aa, anamwambia mwenzie eti anaenda kuvujisha video zako kwenye grupu la chuo. Group la na chuo lina watu wengi wengi ba watu elfu moja nadhihirisha, hey, video zako. Huu ni uzalishaji uliopitiliza, lakini hapa kote tusiwalaumu wanafunzi ni au ingawa hmm, wanafunzi. Wanafunzi na wenyewe na sheria zao zitachukuliwa na taratibu hmm. Tunakuja kwa huyu mtu mzima anajielewa anajelewajanajielewa, mm -hmm. Kwa sababu hii ningekuwa amefanya mtu mwingine, bwana, bwana, wewe angilivalia kibwebwe, kibwebwe, yani angechukua paka mpaka angelipiga, eh, namjua vizuri huyo. Ndio, sasa wewe mtu mzima, eh, uh -huh. Wewe tayari tunajua una Mzimaki makampuni, makampuni yapo. E, yana, una, una, una, wewe ni balozi wa hayo makampuni unatembea unasura, una sura una chapa ya hayo makampuni. Ndiyo. mahospitali ma, ma, ma, mm. makampuni ya mabandarini huko Mali, tunajua mapikibini, mapikipiki wewe mwenyewe e, e, unajiuza unafanya kazi kwenye media kubwa, bosi wako uone unamshinda, ati bosi wako ana mambo hayo jamaa, alafu leo Una, unajua unapofanya kitu mm, usitegemee kitajificha milele. Sasa hivi tuko katika dunia ambayo siku za mwizi 39, 40 unakamatwa. Tupo kwenye dunia ambayo pipi, ukifanya kitendo ukakishuti kwa simu. Ndio, simu si akili ya binadamu kwamba kijigonga yanapoteza memory, vitu vinajisevu. Kuna mambo ya Google huko, vitu vinakaa siku siku siku. Wewe umejisahau mwachia mpenzi wako simu, ataingia kwenye matrash huko, atakutana na video. Yeye kwa mfano, mwanaume anaweza akaama na video hizi, ngoja anajirushia yeye e, alafu baada ya hapo, anatafuta watu na, na, na kitu, kitu chingine ukiangalia kwamba hii hapa ni kitu kikubwa mm, kwa sababu hawa mabinti wazazi wao wanajua wanasoma yes, wanasoma unaona mm, no, kumbe mwisho wa siku watoto wanafanya vitu vingine vingine mm, vya ajabu tena, yani hivyo kutembea tembea na watu. Mi naona sheria serikali hapo, mi ningewaomba ingebidi waongeze na nilio nini? ili adhabu anaosema kwamba ukitembea na wanafunzi wa wanafunzi tena. Sasa ndo maana mimi naomba sa, serikali yeah. hata chuo nao. Ah, chuo, na yeye waeke chuo amegubu hapana. Na chuo waeke adhabu, yaani kwamba tunaangalia mwanaume unaitoka naye, kama kijana kijana. Mtu mzima chuo, chuo unajua anasoma mtu ana miaka <laughs> <eni>, <laughs> hey, 40 yeah, wa miaka hamsini anasoma chuo. Sasa, uwezi kuweka mm -hmm. sasa ukisema chuo mm -hmm. e, mtu mtu wa miaka hamsini arobaini anaanza kuwekewa mm -hmm. sheria ya kutembea na mtu mwingine mm -hmm. ukimaliza tu shule kwa mfano form four mm -hmm. Una, unaenda labda 5 na 6 yeah. na hiyo 5 na 6 yenyewe inategemea kwa sababu mwingine anaenda naenda 5 na 6 ana miaka 18 tayari. pia sheria iangalie mi nasema sheria iangalie mm -hmm. Binti ama kijana anaingia 5 na 6, ana miaka 18 19, akifanya tukio mm. ambalo litamfanya eh, ah, labda kushtakiwa, mi naomba mm. serikali pia iangalie kwa namna moja nyingine yeah, kwa sababu mwingine una, unaweza wewe kwa mfano binti binti wa form 5 na form 6 ana miaka 18 na 19. mm -hmm. ana mpenzi wake pia, kuna issue ya kuridhiana mimi, mm -hmm. nasemaje, makubaliano mimi, sisemi kwa ubaya, lakini mm -hmm. makubaliano. mm -hmm. kuna hao form 1 mpaka form 4 tunasema kweli mwanaume ana makosa kivyovyote, ulibidi upigane na ushawishi wote wa binti au mwanaume lakini, upande wa 5 6 huku tunaona tumepita tumeona, kuna vitu fulani inakuwa ni ngumu kuviepuka vishawishi, unaona ambao, unaona wako 5 na 6 ndo unakutana nao kwenye maclubs. Alafu wana serikali waangalie, yani waone, unakuta QT ana ndevu majidevu

anasema Juma Lokole ndio wa kwanza kujua, kujua ishu kabla hata dada wa Ulaya, sijumuelewa, dada wa Marekani. Kwa hiyo Juma sasa, kitu kimoja alifanya kama yupo, kumbe yupo. Kwa hiyo anasema Juma Lokole, baada ya yani, kuona zile video baada ya kuipandisha mjengo, akamfuata <tukimuja> akamfata, chonde chonde, ndugu yangu

nitaumbuka nistiri. Sasa Juma naye alivyokuwa na alimstiri kweli, alimstiri kweli, sema tabia ya mbea ni moja, jambo likibutuka naye anabutua, anabutua yote. Kwa hiyo baada baada vile kutoka naye kavujisha zile meseji za bwana Mwijaku, alimwambia ni stiri Mm -hmm. La <laughs> alimstiri gundu, sasa jambo lishagundulika. Alimstiri sasa jambo lishagundulika, mwenyewe singekubali. Yani onekana mimi niko nyuma eh? Yani ningelitoa tu kuonyesha kwamba bwana hamna mimi. Alina miaga kabla hata Mange, nina access kubwa kuliko Mange Kimambi. Bwana, mimi alinishika akaniambia nimstiri, nizifute, nikamstiri. Ni jambo lipo na uwezi amini huyu Mwijaku kafululiza kuposti matangazo kwenye akaunti yake una una biashara yako yote na hii sasa ah, yeye eh, yeye leo na yeye ataweka aibu, unaifukumi hapo kwanza. Hiki kipindi kipo leo? ma hmm. kipindi kipo leo? <laughs> Dubai. Unaona nilikwambia, nilikwambia. Ndio nakwambia, je, pipipi una biashara yote una elfu kumi hapo. Tutafute. Eh, ukimtumia anaposti, anaposti. Eh, sasa hivi anafanya matangazo. Sasa hivi anafanya matangazo tu. Eh. Anataka tujisahaulishe. Sisi tujisahaulishe kama tusijue kinachoendelea. Yaani sisi hatusahau. Sasa nikuchekeshe kitu wakati jana vitu vyote vinaendelea kuna, mm. kuna watu ujua hapa mjini kuna, mitandao, kuna trendi ambazo, za watu wanaishi kwa kushindana kukaa juu ya trendi. Kuna trendi za mitandao ambazo za Bwana Cha Milingo imekaa muda mrefu, mm -hmm. akaposti picha picha dakika kumi na tano zilizopita

Tutaruka nayo hiyo tupita nayo tutaambia hiyo okay. Mada kusikia kitu ambacho kimejiri bwana. uh -huh. Ishi nzima ndo hiyo hapo ya bwana Mwijaku, wanafunzi wa chuo cha Ardhi na yudizimu lakini, mm -hmm. pia wizara tumuona imeingilia hey kati hey. Taarifa kwamba wale mabinti wamekimbia inavyosemekana hey. wamekimbia hey, wame Iringa Iringa e. Lakini uzuri ni kwamba serikali kote, ipo kokote, yaani hata hatauende wapi. Eh, mkono wa serikali ni mrefu, unapita huku na kule. Kama na sisi tunaomba serikali e, iwashike e, lakini si kwa ubaya, iwashike alafu iwaulize e, kwa sababu huwezi huwezi jua huwezi jua waulizwe kwanini moja mbili tatu na sisi eh, eh. Waandishi wa habari, sisi ni waandishi wa habari kabisa jamani, sisi ni wakubwa, msituchukulie poa. Tujue tunapigapiga ombea hapa, tujue kitu eh, gani eh. kime hapeni kwanini wafanya hivyo tujue chanzo, chanzo kisa, kisa. Tumsikilize na mtu ambaye ametajwa kwenye hii video eh. Mwijaku pia tumsikie naye eh, anasemaje eh, kwa hivyo vyote tunahitaji kuvisikia eh, tujue sasa tunapata suluhisho gani kwenye hili tatizo hmm. Bana, tuna sign out, lakini maoni yako ni muhimu sana hapo kwenye yeah. YouTube andika maoni yako juu ya hiki ambacho tumekusogezea mezani siku ya leo. Bwana kichwa mviringo Mwijaku au bwana madevu bwana madevu amehusishwa eh, kwenye sakata hili la hawa mabinti wa chuo kumpigania yeye. yeah, no, naona nice chanzo itakuwa nini yani. adabu, eh, adabu, jamani, adabu adabu, eh, jamani yeyeadabu <laughs> Basi baada ya hapo unaweza kusubscribe kwa Mkingile, like comment, na kushare kwa kwanza kwa taarifa zetu mechapia mm, <coughs> Baada ya hapo unaweza kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, like comment na kushare, kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Fika Instagram, Facebook, andika 69 Media, kuwa wa kwanza kupata mahabari mbalimbali ambayo tunakusogea. Hii hey, ni gossip table na yeah. side out bye bye.